Jeshi la polisi Tanzania laanzisha msako mkali dhidi ya watumiaji haramu wa njia za BRT. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeanzisha msako mkali dhidi ya watu wanaotumia njia maalum za mabasi ya mwendokasi BRT bila ruhusa. Hatua inayolenga kudhibiti ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani na kuhakikisha mfumo wa usafiri wa umma unafanya kazi kwa ufanisi uliokusudiwa. Msako huo umeanza rasmi katika maeneo mbalimbali mbali ya miji mikubwa, hususan jijini Dar es Salaam, ambako mfumo wa BRT unatumika kwa kiwango kikubwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Kamanda wa polisi wa mkoa alieleza kuwa uamuzi wa kuanzisha msako huo umetokana na kuongezeka kwa vitendo vya madereva wa bodaboda, waendesha magari binafsi, pamoja na watumiaji wa mikokoteni, kuvamia na kutumia njia za BRT kinyume cha sheria. Alisema hali hiyo imekuwa ikihatarisha usalama wa abiria wa mabasi ya mwendokasi pamoja na watumiaji wengine wa barabara. Kamanda huyo alibainisha kuwa licha ya juhudi zilizofanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka nyingine kutoa elimu na onyo kwa watumiaji wa barabara kuhusu umuhimu wa kuheshimu sheria, bado baadhi ya watu wamekuwa wakikaidi makusudi. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi limeamua kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote watakaobainika kutumia njia za BRT bila idhini. Hatari zinazosababishwa na uvamizi wa njia za BRT. Kwa mujibu wa polisi, uvamizi wa njia za BRT umekuwa chanzo kikubwa cha hatari za ajali. Mabasi ya mwendo kasi yamejengwa ili kusafiri kwa mwendo unaodhibitiwa lakini wa haraka zaidi ikilinganishwa na magari ya kawaida. Hali hii inamaanisha kuwa yanahitaji njia iliyo wazi na salama. Pale bodaboda au magari binafsi yanapovamia njia hizo ghafla, madereva wa mabasi hulazimika kubadili mwelekeo au kupunguza mwendo kwa dharura, jambo linaloweza kusababisha ajali kubwa. Aidha, polisi wameeleza kuwa baadhi ya ajali zilizoripotiwa katika miezi ya karibuni zimehusisha watumiaji haramu wa njia za BRT, hali inayothibitisha kuwa uvamizi huo ni tishio la moja kwa moja kwa maisha ya watu. Msongamano unaosababishwa na uvamizi huo pia hupunguza ufanisi wa mfumo wa BRT ambao lengo lake kuu ni kupunguza muda wa safari na msongamano wa magari barabarani. Malengo ya msako mkali. Jeshi la polisi limesisitiza kuwa msako huo haujalenga kuadhibu wananchi pekee bali pila ni njia ya kuimarisha nidhamu na kuwajengea watumiaji wa barabara utamaduni wa kuheshimu sheria. Polisi wanaamini kuwa utekelezaji thabiti wa sheria utasaidia kupunguza ajali, kuongeza ufanisi wa usafiri wa umma na kulinda miundombinu ya gharama kubwa iliyojengwa kwa fedha za umma. Kamanda wa polisi alieleza kuwa operesheni hiyo itatekelezwa kwa awamu huku askari wakiwekwa katika maeneo yanayojulikana kuwa na uvamizi mkubwa wa njia za BRT. Watakaokamatwa watatozwa faini kulingana na sheria na wengine kufikishwa mahakamani endapo watabainika kukiuka sheria kwa makusudi au mara kwa mara. Ushirikiano na elimu kwa wananchi. Pamoja na msako huo, polisi wamesema wataendelea kutoa elimu kwa madereva na watumiaji wa barabara kuhusu matumizi sahihi ya miundombinu ya BRT. Elimu hiyo inalenga kuwafanya wananchi waelewe kuwa njia za BRT zimejengwa mahsusi kwa mabasi ya mwendokasi na hazipaswi kutumiwa kama njia mbadala ya kukwepa foleni. Aidha, bodaboda na madereva wa daladala wamehimizika kufuata sheria na kutumia barabara zilizoainishwa kwa ajili yao. Polisi wameonya kuwa kuto kujua sheria hakutakuwa kisingizio cha kuepuka adhabu na kwamba kila mtumiaji wa barabara ana wajibu wa kuhakikisha anazingatia taratibu zilizowekwa. Maoni ya wananchi kuhusu msako. Baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam wamepongeza uamuzi wa jeshi la polisi wakisema kuwa uvamizi wa njia za BRT umekuwa kero kwa muda mrefu. Wameeleza kuwa mara kadhaa wamekuwa mashuhuda wa bodaboda na magari binafsi yakitumia njia hizo bila kujali usalama wa wengine, hali iliyokuwa ikisababisha foli na hatari zisizo za lazima. Hata hivyo, kuna baadhi ya watumiaji wa bodaboda wameomba serikali kuongeza elimu na kuweka alama zinazoonekana zaidi, ili kuwasaidia kuelewa maeneo yanayoruhusiwa na yasiyoruhusiwa. Polisi wamesema maoni hayo yatazingatiwa, lakini wakisisitiza kuwa sheria lazima iheshimiwe. Hitimisho: msako mkali wa polisi dhidi ya watumiaji haramu wa njia za BRT ni hatua muhimu katika kuimarisha usalama barabarani na kuhakikisha mfumo wa mabasi ya mwendokasi unafanya kazi kwa ufanisi uliokusudiwa kupitia utekelezaji wa sheria, elimu kwa wananchi na ushirikiano wa wadau wote wa usafiri, serikali inalenga kupunguza ajali, kulinda miundombinu ya umma na kuboresha huduma za usafiri kwa wananchi. Jeshi la polisi limewataka wananchi kushirikiana kwa kimilifu kwa kufuata sheria na kutoa taarifa pale wanaposhuhudia uvunjaji wa taratibu, likisisitiza kuwa usalama barabarani ni jukumu la kila mmoja.